mbele ya Singida Black Stars, mbele yangu hapa nipo na Jabiri, rais wa heshima. Jabiri, umeuonaje dakika 90 za mpira? Ah, kwanza ni mpira, nimeuona mpira ni mzuri, mpira kusema kweli ambao tumeangalia, asilimia nyingi tumeenjoy mm. Singida anacheza mpira wa chini na Simba anacheza mpira wa chini, mwisho wa siku basi mwenye riski yake mwenye bahati yake amefanyaje, amepita lakini kwa uwezo ambao ameonyesha Singida na uwezo ambao ameonyesha Simba kwa mechi ya leo, Singida alikuwa na nafasi kubwa ya kuweza kupata matokeo mazuri na kwenda fainali. Lakini mimi kama shabiki wa Simba kama Jabiri, na fly na enjoy, kwa sababu haiwezekani timu inatoka katika mashindano makubwa hadi fainali alafu inakuja inakuja kucheza leo masaa sabini na mbili ya FIFA, japokuwa ni sheria, lakini bado kuna wachezaji wa safari watakuwa kidogo wamechoka. Mfano kama Shomari Kapombe umemuona leo, hujamuona Shabahara, hajaanza kwa hiyo. Kuna vitu vingi ambavyo Simba leo imefanya, imevionyesha kwamba mpira ni kazi ambayo inatakiwa watu wapunzike, na watu waje wacheze baadaye, lakini kwa sababu sheria inataka hivyo na sisi tumeamua kwenda na utaratibu huo, basi mimi niwapongeze Singida na niseme mwakani nitajipanga tena kwa mashindano kama haya, lakini mashindano ni mazuri. Watani zenu ya Africans wanawaambia mmejivunja, mnaogopa katika hatua ya fainali. Ah, hatujajivunja sisi, tumeona tukiingia fainali, Yanga wanatangaza tucheze. Sasa maneno tucheze anakuwa ni mengi mjini baada ya sisi kuingia nini fainali. Sasa tukaona ni bora wanze kupata pointi tatu za ligi kuu hizi point tatu, na kupata ushindi kwenye kombe la Azam, inakuwa sio ishu ambayo ni nzuri sana kwetu sisi. Kwa hiyo mimi kisomaokuwa nampongeza mwalimu na nawapongeza wachezaji na bado Naambia washabiki wenzangu tuendelee kuenjoy kwa sababu mpira wa miguu dakika 90 na mpira wa miguu na matokeo ina tatu, matokeo tuliyopata tunafurahi, na ya kufunga, ya kufungwa, tunaenjoy. Tuna Lakini kikubwa zaidi kwamba, ambayo, wanayo, Yanga, wanayo, watu gani? kwa hiyo, ambayo, mpira, ni kwamba haya maneno ambayo Kwa hiyo sio maneno Simba Sports ina tarehe 15 ili tucheze inataka kabisa kwamba icheze mpira kwa, kwa mipango. Wao mipango yetu imekataa. Tunawapongeza wapinzani wetu wakacheza ye fainali, na kila siku kila mtu aweze kuenjoy, lakini mimi binafsi naweza nikasema timu yangu klabu yangu viongozi wangu sina deni nao kwa mechi ya leo na kwa mechi ambazo zinafuata. Jabiri, yeah, yeah, msimu mnaanza mlisema mnachukua kombe la shirikisho barani Afrika yeah, hamjachukua. Eh, kombe la FA mmetolewa mebakizwa na ligi Kama imani ya Simba inaenda kupotea hivi, mbele ya mwalimu Fadu Davis ah. Ukizungumza matarajio ya malengo kabla Hakuna mtu ambaye anazungumza malengo madogo. Kila mtu anazungumza malengo makubwa. Lakini sisi kwa sababu tuna experience kubwa, tuna uzoefu. Na sisi sio kama Yanga darasa la saba, sisi tuna digiri. Kwa hiyo hata maneno yetu hasa mpira ikiisha, matokeo tuliyopata tunaheshimu, tunahamia katika slogan nyingine. Hatuwezi kuzungumza kwamba kwa sababu tuliahidi hilo na tuliweka malengo hayo, basi kwa sababu yatimia, basi tupambane au tugombane au tuvunje timu kwa sababu ya malengo yatimia. Kikubwa zaidi FIFA anakuambia katika sheria yao namba 8, matokeo yaliyopatikana ndani ya pichi heshimiwe. Hasa sisi kama shabiki wa Simba au mimi kama Jabiri naheshimu matokeo na, na ndio maana nawapongeza Singida mpatikane mshindi. Singida Big Star amekuwa mshindi katika mechi ya leo na mimi namuheshimu na nawapongeza. Lakini pia hata waandaaji wa, wa mashindano haya wajitaidi kuweka ratiba wa zile ambazo azira ukakasi ili kwenda vyuma vikaumana, sababu ukiangalia leo kama vile Simba vyuma vimeumana, wachezaji wamecheza katika mashindano ambayo ni makubwa, afu wanakuja kucheza katika masaa 72, japo japokuwa ni sheria, lakini sheria hiyo pia iangaliwe katika utendaji wa kazi kwa timu ambayo ipo, sababu ukiangalia kabisa, mpira wa miguu ni mchezo wa makosa. Tumefanya makosa, tumeadhibiwa. Kwa hiyo mi niseme, Yanga na Singida Black Stars ni mtoto wa baba mdogo na baba mkubwa, au ni mtoto wa mama mkubwa na mama mdogo wakakutane. Sasa wacheze kama ataendelea kupanga kama alivyopanga mechi ya kwanza KMC, singi kocha wa Singida Big Stars akamchukua Rashid Juma, amlete namba tatu, ili yanga washinde juu yake, tunawachia kwa sababu mechi ya ligi walifanya mauzauza ambayo dunia haiyataki. Unaenda kumchukua Rashid Juma, unamlete namba tatu, unamwacha mtu kama shakei, unamwacha nje, unapanga wachezaji ambao hawana afya, wachezeshi mara kwa mara

Mimi naita darasa saba nitakuwa nitakuwa neutral. Hey. Nitakuwa katikati wala usiogope kisiki hmm. Niko vizuri na niko modo, wala sina presha yoyote kwa matokeo haya. Niko sawa, mi nitakuwa katikati kwa ajili ya kuangalia tu mpira. Yeyote atakayechukua akichukua, mtoto wa mama mdogo sawa, akichukua mtoto wa mama mkubwa, watajuana wenyewe. Mi sina bali, mi nitakuwa 50 kwa Amsini. Bio za ubingwa za ligi kuu Tanzania bara unazionaje? Zinaenda kukupalia namna ambapo unapomtazama Young Africans anapocheza? Azinipalia hata kidogo. Paka sasa hivi mimi ni bingwa ligi kuu NBC. Makombe mawili tayari ushayapoteza je? Yeah, na sijapoteza kwa kizembe. Nimeapoteza kutokana na changamoto. Mfano kama mechi ya fainali. Lakini kupoteza ni kupoteza. Ya, yeah, ni kupoteza lakini kuna maneno na ndio maana mmekuja hata nyewe tutoe maneno. Eh. Kama nimepoteza basi nyewe mngekaa nyumbani. Msingefuata maneno. Nimepoteza ndio, lakini na sababu. Ukiangalia kama ligi nani, kwenye mashindano ya, ya kombe la shirikisho. Nimepoteza kwa sababu ya serikali yangu, nimepoteza kwa sababu ya TFF, nimepoteza kwa sababu ya, ya, nani? ya, ya Yanga. Hao watu watatu ndio wamenikaba katika ile mechi ya fainali mm. Sababu hakuna fainali ambayo inachezwa nchi yenyewe inagombana, wanagombania viwanja. Huyu waziri mkuu anasema hivi, uwanja tayari nawachia kafu, huyu waziri wa michezo anasema hivi, bunge linasema hivi, kwao wametuchanganya mpaka nikifikia hatua fainali imefaje, tumeshindwa kupata matokeo mazuri, imeondoka. Kwa hiyo mimi binafsi kwenye fainali ile nalia na serikali yangu kwenye wizara ya michezo nalia pia na TFF kupitia kalia na bodi ya ligi lakini pia bado nalia na Young Africa kwa sababu ni watu ambao baada ya mechi ile wamefanya sherehe shereha wanajifanya Waarabu katika baadhi ya mikumbi mbalimbali hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo yote kwa yote, nimeshakosa taji la kombe la Azam Federation au nimekosa srab lakini pia nimekosa kombe la, la, la, la shirikisho. Sasa kombe lilobakia mbele yangu moja ni nini? ni kombe la klabu bingwa lakini ukiangalia Simba walivyokuwa la ligi kuu ndio, e, ni kweli la ligi kuu. Na ukiangalia kabisa kwamba ninalikosaje, ninalikosa haya makombe kwa sababu ya nini? Viashiria ya hivyo, lakini kwenye ligi kuu vyuma vitaumana. Tuombe uzima tu, tuombe Yanga eh. waondoe ile kauli yao hatuchezi, waitoe sasa, wa, wa, waje wa, tucheze wa mtaka, wana, mchezaji ule, na sisi tunawapenda na sisi tunawapenda vilevile waje na mzee wao Dihala nawapenda kwa sababu ukiangalia Yanga sasa hivi na wachezaji wazee karibuni saba na, ukiangalia mzee Chama, mzee Diara, ukiangalia mzee Pakome, ukija kwa mzee nani, mzee mzee mzee, wanamuita mzee nani, mzee Bakari mbona ndo mnyeto. Kwa hiyo wazee wamekuwa wengi, lakini Simba na vijana akina chazi yaua, umeona wakina noma, umeelewa? Ni wachezaji ambao ni vijana. Kiwango cha golikipa wenu Ali Salim kwa siku hii leo unakizungumziaje? Uh, kusema leo kweli kimpira ya yeah, kimpira kweli kiwango leo akijaa kile kizuri tunatarajia, lakini kwa sababu wana uzoefu na tunamjua, basi tuliamini kwamba akiingia yeye atakuwa ameenda kuziba yale nafasi ambazo zimeachwa, lakini ukiangalia kabisa, hata ukiangalia goli alifungwa, kama ni uchovu mzito, ni uchovu mkubwa japokuwa magoli kipa wako wengi, wachezaji wako wengi, lakini pia tuangalie na yale masaa sabini na mbili kwa Tanzania. Tuna miundombinu mizuri? Sasa miundombinu yetu ni mibovu ya safari, leo tunaenda kuweka masaa sabini na mbili maana yake lazima tufeli. Lakini kusema la ukweli, nikiongea kuhusu mechi hii ya leo, kwa kuzungumzia kwamba simba wamechoka, wengi watasema kwa sababu nimefanyaje Nimeshinda kuheshimu Singida Black Star. Singida amejipanga. Singida mimi ninachoshukuru, Singida ameniachia point tatu za ligi kuu, hicho tu ndio ninachoshukuru. Kama ingekuwa amenifunga kwenye ligi sasa hivi ningeimba wimbo gani? Na ukiangalia katika makombe ambayo msemaji wa Yanga mdogo wangu Alikamwe alisema bora nifungwe makombe yote, lakini kwenye ligi kuu ndio napata nini? Napata heshima. Kwa hiyo na sisi tumeamua tuhamishe nguvu zetu kwenye nini, kwenye ligi kuu. Kwa hiyo mi naomba waandishi wa habari, waambieni Yanga waje tarehe kumi na tano. Nasimamia yaani, na namkumbusha na alikuwa amezungumza maneno hayo kwa sababu Alikamwe sio nini, sio mtu wa mpira. Kwa hiyo nakumbusha tu, tuishi humo. Yote kwa yote, niseme Simba nguvu moja, na ubaya ubwela bado itaendelea, japokuwa leo hata kwenye banda letu hili ambao tupo hapa la ambao tunaosha mpira tulikuwa tunaangalia tu wa Simba peke yetu, lakini leo baada ya kuona Simba ametangulia goli, watu wakazidi kufanya kumiminika kuangalia mpira. Kwa hiyo timu kubwa inapopoteza, baadhi ya vichikili vinachekelea, baadhi ya watu wa darasa la saba wa Yanga wafika wanachekelea. Yote kwa yote, tukubaliane na matokeo na Simba zangu, tujipange kwa ajili ya mechi ijayo, lakini ubaya ubwela, Simba nguvu moja iko pale pale. Sasa hao ambao hawachezi, sisi tunasema tutawachezea. Kama hamchezi, tutawachezea. Wapeni huo ujumbe wa waandishi. Shukrani sana. Asante sana.